Burudani ya kubahatisha inaweza kuwa na uchu wa pesa na msisimko, lakini je, ni njia salama ya kujipatia kipato? Leo tutagundua ukweli. Kubahatisha si kazi, ni mchezo wenye hatari. Subiri mwisho, utajifunza jinsi ya kuepuka mtego huu. Kamari inaonekana kama njia ya haraka ya kutajirika, lakini ukweli ni kwamba mwenye mkeka daima ana faida. Mabilioni ya shilingi yanapotea kila mwaka kwa watu wanaotegemea bahati. Fano, jackpot inaweza kukuvutia lakini uwezekano wa kushinda ni kama kupata mvua jangwani. Kutegemea kamari kwa kipato kunaweza kwanza, kuharibu maisha ya kifedha. Pesa za kula na kukuza familia zinazimwa kwenye michezo. Pili, kusababisha urahaba. Wengi hukopa bila kufikiria, wakajikuta kwenye madeni. Tatu, kuvunja mahusiano. Uhasama na familia na marafiki hutokea kwa sababu ya pesa. Kumbuka, bahati ni kipofu, hawezi kukumbuka mshindi wa jana. Badala ya kutumia pesa kwenye kamari, jaribu njia hizi. Jifunze ujuzi, tumia kozi za mtandaoni kujifunza uandishi, uchapishaji au teknolojia. Anzisha biashara, nunua na uuze bidhaa kwa wajanja kwenye mitandao au sokoni. Wekeza kwa busara, fanya mradi wa kilimo, ujasiriamali wa ndoto au fanya kazi ya mtaani. Ushauri: thamani ya jasho lako ni thabiti kuliko bahati ya kamari. Kamari ni burudani, si maisha. Ikiwa utaendelea kuitumia kwa kipato, utajikuta ukilia kwa majonzi. Utapoteza muda na uwezo wako wa kufanikiwa kwa njia nyingine. Tumia akili si bahati. Usiache kamari ikuwe mkombozi wako. Anza leo kwa kwanza kuweka malengo ya kifedha. Pili, kujifunza ujuzi wa maisha. Tatu, kuomba msaada ikiwa umeshindwa. Shiriki video hii kwa mwenye kuhitaji mwanga. Kumbuka, pesa za jasho ni tamu kuliko za bahati.